Bilionea amwagia maji binti yake mjamzito aliyelala kwa kukataa kuamka kufanya kazi za nyumbani. Nini hasa kilitokea? Ilikuwa asubuhi ya baridi katika mtaa wa Runda, Nairobi. Ndege walikuwa bado wanalia juu ya miti, lakini ndani ya nyumba kubwa ya Bwana Mashauri Mwangi, hali ilikuwa nzito. Alisimama mlangoni, uso wake umejaa hasira, mkononi akiwa na jagi la maji. Kitandani alilala Neema, binti yake wa kwanza, akiwa mjamzito miezi saba. Neema, amka! Kazi za nyumbani hazifanyiwi ndoto, aliongea kwa sauti kali. Neema alijaribu kujigeuza, mwili ulimuuma. Baba, naumwa tafadhali, alisema kwa sauti dhaifu, lakini kabla hajamaliza maji yakamwagwa juu yake. Neema alipiga kelele ya mshangao, machozi yakaanza kumtiririka. Nyumba hii inasimamiwa kwa nidhamu hakuna anayekula bila kufanya kazi, Mwangi alisema akigeuka na kuondoka. Huduma wa nyumba Mama Akinyi alisimama pembeni, moyo wake ukiuma. Alijua Neema hakuwa mvivu. Kulikuwa na siri nzito iliyofichwa, siri iliyohusisha heshima ya familia, mali na maamuzi ya kifedha yaliyoweza kubadilisha kila kitu. Asubuhi hiyo haikuwa ya kawaida. Ilikuwa mwanzo wa safari ya machozi, maamuzi magumu na ukweli uliosubiriwa kwa muda. Neema alikaa kwenye kitanda akijifunika shuka iliyoloa, alimshika tumbo lake taratibu, akihema kwa uchungu. Mama Akinye alimletea taulo. Pole mwanangu, alisema kwa sauti ya chini, usivunjike moyo. Neema alitabasamu kwa uchungu. Hii si mara ya kwanza, Mama Akinye. Tangu baba ajue nina mimba, moyo wake ulibadilika. Chini sebuleni, Mwangi alikuwa anapitia faili zake za uwekezaji: ardhi Athi River, bima ya familia na mikataba ya majengo Westlands. Alijiona kama mtu aliyefanikiwa kwa kila kipimo cha kifedha, lakini leo ndani yake kulikuwa na hofu. Habari ya asubuhi bwana, alisema Kariuki. Endesha gari, tuna mkutano wa benki hapa Hill, Mwangi alijibu. Alijaribu kuficha ukweli, lakini macho yake yalimsaliti kulikuwa na jambo alilokuwa analikimbia. Mimba ya Neema haikuwa tu aibu kwake, ilikuwa tishio kwa mpango wake wa urithi na jina la familia. Jioni ilipokaribia, simu ya Neema ililia. Ilikuwa rafiki yake wa zama, Zawadi. "Neema, nipo Ngong Road, tafadhali tukutane, kuna kitu lazima nikwambie." Neema alimeza mate. "Unamaanisha nini? yeye ni mwana wa mshirika wa baba yako wa biashara. Alijua baba yako asingekubali aliahidi kukuoa, lakini alipelekwa nje ya nchi kwa masomo ya uwekezaji na masuala ya fedha. Moyo wa neema ulidunda. Kwa hiyo niliachwa? Ndiyo, na baba yako anajua zaidi yanavyoonyesha. Maneno hayo yalimuumiza neema kuliko chochote. Alikumbuka jinsi baba yake alivyozungumza mikopo, mali na heshima ya neno la familia. Ilikuwa wazi, mapenzi haikuwa kipaumbele. Nyumbani, Mwangi alipokea barua ipelekwa wakili. Ilikuwa kuhusu mgogoro wa ardhi na jina la Neema lilimetajwa kama mrithi. "Lazima nikomeshe hii," alisema peke yake, lakini alichokiepuka ndicho kilichokuwa kinamfuata. Ukweli hauepukeki milele. Usiku uliingia Runda kwa kimya kizito. Neema alikaa sebuleni akiwa na mama Akinyi. "Unapaswa kuzungumza na baba yako," alimshauri mama Akinyi. "Naogopa, lakini nimechoka kukimbia. Mwangi alipoingia ya macho yao yakakutana, kimya kikatawala. Baba, Neema alianza kwa sauti tulivu, nimevumilia mengi, lakini mtoto hii si laana. Mwangi aliketi polepole. unajua ninacholinda, jina la familia, mali, usalama wa baadaye. na vipi kuhusu heshima ya moyo? Neema aliuliza. maneno hayo yalimchoma Mwangi alikumbuka jinsi alivyotoka umaskini wa Murang'a hadi mafanikio ya Nairobi. Aliyawapa kamwe hatopoteza udadhimu. Lakini usiku huo alilala bila usingizi. Aliota ndoto za zamani, mama yake akilia kwa kukosa upendo. Asubuhi ilipofika, kulikuwa na uamuzi uliokuwa kufanywa, uamuzi ulioamua mustakabali wa familia, urithi na mtoto ambaye bado hajazaliwa. Asubuhi ya Jumapili, familia ilikusanyika mezani. Kulikuwa na ukimya usio wa kawaida. Mwangi alikohoa, "Neema, kuna jambo nililoficha." Neema alishika tumbo lake, "Ninakusikiliza baba." "Nilipata habari zote mapema," Mwangi alisema, "nilijua kuhusu mwana yule, nilijua atanisaliti. Nilidhani ukali utanilinda." Machozi yakamjaa Neema, "ulinilinda au uliniadhibu?" Mwangi alishusha kichwa, "nilifanya makosa," lakini kabla hajamaniza mlango ukagongwa. Kariuki aliingia akiwa na barua. Bwana, huyu mtu yupo nje. Jina lililosomwa lilifanya moyo wa Mwangi kusimama kwa sekunde. Ilikuwa siri aliyodhani imezikwa, siri iliyohusisha biashara, ndoa ya zamani na mtoto aliyepotea. Neema alihisi hewa ikibadilika. Alijua ukweli kamili ulikuwa karibu kufunuliwa na utageuza kila walichokiamini. Mlango ulipofunguliwa, mwanaume mrefu mwenye suti ya kawaida aliingia sebuleni. Uso wake ulikuwa na alama za maisha ya safari nyingi. Jabali Karanja, mshirika wa zamani wa Mwangi, alisimama kwa heshima. Samahani kwa kuvamia, alisema, lakini wakati umefika. Mwangi alisimama ghafla. Uliapa, hutakuja hapa tena. Jabali alitazama Neema kisha tumbo lake mtoto huyu anaunganisha makosa ya zamani. Neema alishtuka, una maana gani? Jabali alivuta pumzi. Miaka ishirini na tano iliyopita Mwangi alimwacha mwanamke aliyekuwa mjamzito Muranga. Alifanya hivyo kulinda biashara yake. Ukumbi ulikaa kimya. Mama Akinyi alijishika kifua. Mwangi alishusha macho. Nilikuwa mdogo, nilikuwa maskini na mtoto huyo? Jabali aliendelea, alikuwa bila baba. Leo historia inajirudia. Neema alitetemeka, kwa hiyo baba yangu alifanya aliyenifanyia? Maneno hayo yalichoma moyo wa Mwangi. Aligundua hakuwa anamwadhibu Neema, alikuwa anakimbia kivuli chake mwenyewe. Usiku huo Neema hakuweza kulala, alikumbuka kila neno, kila ukimya wa baba yake. Asubuhi aliamua kutoka peke yake hadi Muranga. Alipofika kijijini alikutana na mwanamke mzee, mama Wanjiru, aliyekuwa akiishi nyumba ndogo. Macho yao yalipokutana machozi yalitoka. Nilijua siku moja ungekuja, mama Wanjiru alisema. Neema alikaa chini. Nilitaka kujua ukweli. Mama Wanjiru alisimulia maisha ya kulea mtoto peke yake, maumivu ya kuachwa na nguvu ya kusamehe. Simchukii Mwangi, alisema, nilichagua amani Neema alishika mkono wake. ninajifunza leo. Nairobi, Mwangi alipokea simu. bwana mama Akinyi ulisema neema ameondoka. Hofu ilimjaa. Alielewa angepoteza binti yake kama hakubadilika. Alifunga faili zake za uwekezaji. Leo alihitaji kuwekeza moyoni. Mwangi alifika Muranga jioni. Alipoona mama Wanjiru machozi yalimtoka bila kujizuia. nimekuja kuchelewa alisema kwa sauti ya kuvunjika. Mama Wanjiru alisimama, kuchelewa si mwisho. Neema alitazama baba yake akipiga ya magoti. Nimekosea, Mwangi alisema, nilidhani mali itanilinda. Neema alimkaribia, mtoto wangu anahitaji upendo si hofu. Mwangi aligusa tumbo la Neema kwa heshima. Kuanzia leo nitalinda kizazi hiki kwa haki. Walirudi Nairobi pamoja. Njiani, Mwangi alipiga simu kwa wakili, andaa hati ya urithi. Neema atasimamia mfuko wa elimu na afya ya familia. Uamuzi huo haukuwa wa kifedha tu, ulikuwa ahadi ya kuvunja mzunguko wa maumivu. Nyumba ya Runda iliwakaribisha kwa utulivu mpya, kama ilivyokuwa ikingojea mabadiliko hayo. Siku ya kujifungua ilifika. Hospitali ya Aga Khan, Mwangi alikaa nje akihesabu pumzi kilio cha mtoto kiliposikika, alisimama. Daktari alitabasamu, msichana mwenye afya Mwangi aliingia, machozi yakimtoka. Neema alimpa mtoto jina lake, ni Amani. Mwangi alimshika kwa mikono inayotetemeka Amani, nitakulinda. Jabali alifika hospitalini. Umefanya uamuzi sahihi, alisema. Mwangi alitikisa kichwa. Biashara hunirudia lakini familia ikipotea hairejei. Habari zikaenea jamii, iliona bilionea aliyebadilika, sio kwa maneno bali kwa vitendo: mfuko wa afya kwa kina mama, elimu kwa wazishia, na heshima kwa familia. Neema alitazama baba yake akimbeba amani. Asante kwa kuchagua upendo, alisema Mwangi. Alijibu kwa sauti tulivu, asante kwa kunifunza. Miaka miwili baadaye Bustani ya Runda ilijaa kicheko. Amani alikimbia akicheza. Mwangi alikaa chini ya mti akitazama familia yake. Aliwaza safari yake kutoka ukali hadi rehema. Aliwaita wafanyikazi. Kila mtu hapa ni familia, alisema. Neema alisimama karibu naye. Ulibadilika. Mwangi alitabasamu. Nilijifunza kuchelewa, lakini nilijifunza. Aliwatazama majirani waliokusanyika kwa hafla ya afya ya jamii. Alijua urithi wao wa kweli hauko kwenye majengo au akaunti za benki, uko kwenye mioyo iliyoponywa. Alimwinua Amani, alisema, hii ndiyo mali yangu. Hadithi ikaenea ya bilionea aliyemwagia binti yake maji kwa hasara, lakini akaosha moyo wake kwa toba. Watazamaji walibaki na funzo moja, utajiri wa kweli ni upendo, uwajibikaji na ujasiri wa kubadilika. Na hapo mzunguko wa maumivu ukavunjika.